Uh, kupitia MAI TV tayari tumemtafuta mwanasheria msomi kabisa, uh, kaka Henry Mwinuka, habari yako Henry, heri ya Pasaka. Pasaka na wewe pia, nashukuru sana ashukuru. Asante, kuna jambo la kisheria tulikuwa tunaomba utujuze. Yes. eh, kuna kuna kuna wanawake wawili wameonekana wanamshambulia mwenzao Yeah. E, e, kwa kumtisha kwa kumnyoa nywele yeah. E, kwa kumpiga, kumwogesha, kumwambia avue nguo na kadhalika. Wanawake hao wawili walikuwa wanamshutumu huyo mwenzao kwamba ana mahusiano na kijana yeah. Aitwaye Mwijaku hivi mm. Jambo kama hili kisheria eh, limekahaje haswa kwa nafasi ya huyo Mwijaku inawezekana ikawa na kesi ya kujibu au vipi? Kuhusiana na hao mabinti wawili kutoka UDSM kisheria, wa, wa, wanaweza na kwanza wa, mm, hao, hao hao mabinti ambao wamefanya kitendo hicho ndio ni kinyume na sheria. Sheria hairuhusu mtu yoyote kumshambulia mtu mwingine, aa, au kumdhalilisha kwa namna yoyote ile. Kwa hiyo walichokifanya wale wamefanya shambulio la mwili na ni kosa, uh, kisheria na in fact, uh, najua ushahidi ule kwa sababu hizo video zimetapakaa kwenye mitandao na, kwa hiyo ushahidi uko dhahiri sana na naamini tayari vyombo vya dola na hata huyo muhanga mwenyewe atakuwa tayari ameshafika kwenye kwenye kwenye kituo cha polisi chochote cha karibu kwa sababu jambo hilo ni la jinai ni lazima lianzie kwanza kituo cha polisi polisi ndo wana uwezo wa kuchunguza na kujua hawa watu hasa wamefanya kosa lipi na washitakiwe kama kuna mashtaka washitakiwe kwa, kwa mlengo wa kosa lipi lakini kilichofanyika kwa taswira tu ya juujuu ya haraka elekea kwenye jinai ambao adhabu zake mara nyingi huwa zinakuwa za vifungo, sababu ukishaingia kwenye makosa ya jinai mara nyingi nature ya adhabu yake huwa ni vifungo jela na Okay. Kwa hiyo sijajua, sasa sijaangalia sana kujua extent ya madhara waliyoyasababisha, lakini pale e, hawa watu very likely watakutana na kifungo na pengine Kinaweza kikawa cha miezi sita okay, au kikapiti kikazidi hata miaka saba kutegemeana na madhara walioyasababisha ya e. Kwa hiyo mahakama na waendesha mashtaka okay, watakaopeleka hati ya mashtaka mahakamani okay, wakiwakuta ngine na ushahidi ukaonyesha wamefanya makosa ambayo, kwa sababu hisu ni ya kiasi cha madhara hasa madhara ya kimwili nasema physical injury, kama madhara ni makubwa maana yake mm, wanaweza wanawe wanafikia kwenye adhabu inayoenda mpaka miaka saba kwa mujibu wa sheria, kanuni ya adhabu sura ya kumi na sita Kama ni madogo wanaweza wakajikuta pengine wamepata kifungo cha, cha miezi sita na ikiwa mahakama pia itawaonea huruma, labda ni wakosaji wa kwanza na vitu kama hivyo, kama itafikia kwenye hatua hiyo, lakini kimsingi ni kosa. Sasa kwa huyo uliomtaja mwingine Mwijaku Hmm. Sidhani kama yeye kwenye kwenye muktadha wa kisheria kwa sababu yeye hajaonekana kuhusika kufanya vile vilichokuwa kinatokea pale, hasa hayo maumivu ya kimwili ambayo amesababishwa. Kwa hiyo yeye anaweza pengine akahusika kama shahidi e, lakini pia kwa sehemu moja ama nyingine e, kama angekuwa alishiriki kwa namna fulani kuchochea au kushinikiza au kuhamasisha, na yeye anaweza akajikuta ameingia kwenye hiyo changamoto, lakini kwa jinsi ilivyo, wale mabinti waliofanya hilo tukio ndo wahalifu ambao unaweza ukasema wa kwanza, suspect wa kwanza wa tukio hilo. Okay, kwa hiyo inawezekana kabisa Mwijaku asihusike, kwa sababu tunaamini wapo kina Mwijaku wengi hatujajua pia, yeah, jiu... yeah, huwezi hmm, yeah jua Mwijaku anayezungumzwa hapo ni yupi, ni hmm, huyo huyo ambaye watu wanaishia naye au kuna mtu mwingine anaitwa hivyo kwa maana nimesema polisi wakishachunguza na kupeleleza watajua watu wanaohusika kwenye huo mnyororo, hasa kwa sababu kwenye mnyororo wa uchunguzi huwa kuna watuhumiwa, lakini pia kuna mashahidi. Kwa hiyo watalichunguza, wata, wata tukio hilo bila shaka, kwa namna ya 360 degree, tunasema nyuzi mia tatu sitini, kujua nani anahusika kwenye eneo lipi. Lakini kwa sasa hivi ni mapema kusema ni Mwijaku huyu ambaye sisi wengi tunamjua moja kwa moja mpaka pale ambapo jeshi uh, la polisi na mamlaka zinazohusika zitakapotoa taarifa rasmi pengine. Asante sana advocate, asante sana mwanasheria msomi Henry Minuka, tunakushukuru oh, sana. Tunakutakia Pasaka njema. Amini amini Amin. Amin. Na nyie pia, asante sana mtazamaji wa Mai TV. Henry Mwinuka huyo amedadavua kiuzuri kabisa sheria inavyozungumza kwa upande e, fulani. Amezungumzia wazi kwamba hatukumuona pale Mwijaku e, hatukumuona kishiriki, japo ikitazamwa kwa nyuzi mia tatu sitini huyu Mwijaku anayetajwa e, hatujamjua ni Mwijaku yupi huyu anayetajwa, awezekana wazi kabisa akawa kuna kitu huenda amesababisha, lakini hajashiriki <laughs> Mwijaku kama ni yeye basi, kama yule nayemjua mimi, bwana yule kijana wa Kiislamu. hata wake watatu anaruhusiwa na alishawahi kuzungumza. Jamani yee <laughs> sheria ni kazi kweli kweli. Jamani wanawake, mume wa mtu ni sumu, usijihusishe na mume wa mtu jamani na hata kama eh, imetokea basi, unaona wanaume wao hawana makosa. Mwanamke aliyekuwa akimgombea mwanaume yule ndio ana makosa. Tuishie hapo, MAI TV. Usisahau kutembelea YouTube, kusubscribe, kulike.